Tunaitambua, tunaiheshimu na tutaendelea kuienzi. Tungeweza kualika watu mahali hapa ambapo kwa kweli ni nipa kipekee sana, wakaalikwa alafu wasije na. Mheshimiwa mkuu wa mkoa niseme tu kwamba tunakushukuru kipekee mno kwa mapenzi yako ya dhati kwa jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Leo umetutoa outing as if tumekwenda nje ya nchi Mlimani City. Ukumbi huu tumezoea kuja tukiwalinda watanzania wakisherekea ndani, leo umetuleta wewe ndani. Huwa tunakuja hapa kama walinzi, tukiendelea kupatrol huko nje. Asante sana kwa heshima uliotupa ya kutupa thamani ya kuja mahali hapa ambapo kwa kweli tusingeweza kuja kwa sababu hatuna uwezo huo, lakini kwa namna unavyoheshimika Dar es Salaam, kwa nafasi yako kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, lakini unavyoendelea kuyaenzi na kuyalea makundi yote yaliyoko Dar es Salaam, ulipowalika kwamba unataka utafuta good evening moja kwa ajili ya askari wa polisi wakae katika mazingira tofauti kabisa na yaliyozoeleka, kwa ajili ya kuwapunguzia ya askari hawa msongo wa mawazo, ambao wanafanya usiku na mchana kazi bila kuchoka, wakiangaikia maisha ya Watanzania kuwalinda Watanzania na mali zao na wakati fulani wanalazimika kwa kiapo chao kupoteza hata maisha. Leo ulishuhudia Mheshimiwa mkuu wa Mkoa, pamoja na zawadi nyingine, wametambuliwa akina mama, mama zetu, wake zetu, wajane ambao waume zao wametangulia mbele ya haki, lakini walitangulia wakiishi viapo vyao, wakitumia ujasiri wao katika kuwatumikia watanzania lakini kwa bahati mbaya wakapoteza maisha. Leo umewashika mkono kwa hiyo kundi hili. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hiki ulichokifanya jioni ya leo kina thamani ya kipekee mno. Askari hawa wakiongozwa na mimi mwenyewe hatuna sikukuu. Sikukuu ikifika sisi tunazuia tuna likizo sasa hivi tunaingia wiki kuu ya kwenda Pasaka, nimeshazuia hakuna mtu kwenda likizo, aende likizo alafu watanzania washerekeeje sherehe ndani ya Dar es Salaam. Lakini itakuja Idi tutafanya hivyo, nakuja Christmas tutafanya hivyo hivyo, hatuna sikukuu. Leo mheshimiwa mkuu wa mkoa umetupa sikukuu, asante sana, sina maneno mazuri ya kusema. Na katika hilo naomba tumpashie. Haya, pasha, etu, pasha pasha, wetu pasha, pasha, pasha, pasha, panda dira yetu, badilika, badilika kifikra, acha utendaji wa kimazoea, hapa kazi tu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nilikuwa naongea na askari mmoja mmoja, wanachokisema leo hii ni kwamba umefanya refueling, walikuwa wanakaribia kuishiwa mafuta. Sasa umewajazia mafuta kwa mwaka huu elfu mbili na kumi na tisa, tena mwaka ambao tuna uchaguzi wa serikali za mitaa, tunakuahidi tutasimama kidete kuhakikisha zoni ya Dar es Salaam ina, inaendelea kuwa salama, lakini uchaguzi tarajiwa unaokuja wa serikali za mitaa unafanyika katika mazingira rafiki na salama ili wananchi wanaoishi Dar es Salaam waweze kutimiza haki yao ya kikatiba ya kuwachagua viongozi kwa ngazi ya serikali za mitaa bila shinikizo, bila vitisho, lakini bila mtu yoyote kutengeneza mazingira ya kuleta machafuko nani na ninakuhakikishia, nipo nimesimama mimi na makamanda wenzangu hatupepesuki katika hilo. Tutaendelea kusimama kuwatumikia Watanzania kuwa kwa uaminifu mkubwa, ili kuhakikisha kwamba kazi zinakwenda salama. Dar es Salaam hii ya kwako, ambayo kimsingi sasa ni jiji la biashara baada ya serikali kuwa na maamuzi ya kuhamia makao makuu na sehemu kubwa tayari wako Dodoma, ni kuhakikishie kwamba tutaendelea kuifanya Dar es Salaam Kung'aa na hata mpango wako chini wa wa waziri mkuu, ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Majaliwa Mbunge, ambaye ametupa maelekezo kupitia kwako na kamati yako ya ulinzi na usalama kujadili kuweka mipango ya haraka kufanya Dar es Salaam ifanye biashara usiku na mchana. Ninakuhakikishia tumejipanga kupokea maelekezo hayo na tutayatendea haki kuhakikisha kwamba tunaweka mazingira rafiki na salama ya biashara hiyo kufanyika masaa 24. Mheshimiwa mweshimiwa, Mkuu wa Mkoa, leo nina furaha kubwa sana, na furaha yangu kubwa hii ni askari wale wadogo kutunukiwa zawadi ambazo zina maana. Historia inatukumbusha kwa sababu nilikuwa napitia makabrasha kanda maalumu hii hii ya Dar es Salaam, huko nyuma, aina ya zawadi zilizokuwa zinatolewa zilikuwa ni zile ambazo hazina mguso wala impact kwa familia. Wapo watu walikuwa wanapewa miavuli, anapewa mwavuli kwa ajili ya kujikinga na jua au mvua kama jua sio kali mwavuli hautumiki, lakini kama hakuna mvua pia mwavuli ule hauna maana. Lakini leo ulichokifanya kutukusanyia zawadi za maana, pikipiki ishirini na tano mabati makundi thelathini na sita saruji, lakini hata ili wazo la kuja la kuwagusa wajane wa wenzi wa rafiki zetu maafisa wenzetu ambao wametangulia mbele ya haki ni jambo ambalo ni la kihistoria. Umeandika historia Mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini tumekuwa na utamaduni siku zote wa kuenzi mashujaa waliokwisha tangulia mbele ya haki. Leo umeandika historia nyingine ya kuwaenzi mashujaa ambao walipambana kutetea kulinda maisha ya Watanzania wao na mali zao, wakajeruhiwa. Leo umewashika mkono, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, anasema asante sana. Lakini kupitia kwako, wale wajane waliokuwa umewagusa kwa laki tano tano, nichukue fursa hii kumshukuru sana Dkt. Reginald Mengi ambaye baada ya wewe kuongea tu alitoa maelekezo tukakuletea karatasi na ukaridhia kwamba wajane wale watapewa shilingi milioni mbili mbili, ambazo tayari watakabidhiwa kwa utaratibu utakao kumeelekeza. Asante sana. Wajane wale baada ya kutamkiwa hivyo, wapo ambao walibubujikwa na machozi machozi yale walikuwa wanakumbuka waume zao, lakini kubwa lililofanywa waliye si kukumbuka waume zao waliotangulia mbele ya haki ni namna ambayo kupitia kamati yako leo wametambuliwa na kuthaminiwa, kwamba bado Jeshi la Polisi kanda ka maalumu ya polisi Dar es Salaam inaendelea kuwafuatilia, inaendelea kuwathamini, inaendelea kutambua uwepo wao lakini kupitia kwa kumenipa maelekezo kwamba nifuatilie familia kujua watoto ambao waliachwa na waume zao hao wajane, ili waingizwe kwenye mchakato wa kusaidiwa katika masomo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hiki ulichokifanya mtu mwingine anaweza akafikiria ni cha kawaida, lakini ni kazi ya utume uliyoifanya ni kazi ya kimungu, umesukumwa na Roho Mtakatifu kuyawaza hayo na Mungu atakusaidia katika kazi zako. Nimeguswa mimi mwenyewe kiasi kwamba nilikosa maneno ya kuyasema, lakini kwa niaba ya wajane hawa ni kushukuru kipekee sana sana sana. Yaani utabarikiwa mpaka watu watashangaa. Yani, haiwezekani mambo haya ambayo kimsingi ni mambo yenye utakatifu yanafanyika alafu tufikirie atapita hivi hivi. Hayawezi kupita hivi hivi. Umekuwa unayafanya mengi kwa jeshi la polisi, lakini leo haya yaliyofanyika ni ya kiroho zaidi. Asante sana, na Mungu aendelee kukubariki. Baada ya kuyasema hayo, nirudi kwa maafisa wakaguzi na askari tunaofanya kazi kanda maalum, mkiona mambo yanakwenda hivi jua, umma wa Tanzania mnaowahudumia unathamini kile kinachoendelea. Tungekuwa tunatenda hovyohovyo, tungekuwa hatuwahudumii hawa Tanzania tungekuwa tumeiacha Dar es Salaam ikawa ni pango la majambazi, wakaingia kufanya wanavyotaka na wakaondoka salama, thamani tunayoipata leo isingetokea, isingetokea hata kidogo. Kwa hili lililofanyika leo, ni waombe maafisa wakaguzi na askari wenzangu, tumejaziwa mafuta kwa kupewa heshima hii. Namna pekee ambayo tunaweza tukawahakikishia watanzania kwamba tunathamini hili tulilofanyiwa, kwanza ni kuacha kufanya kazi kwa ubabaishaji, kuacha kufanya vitendo ambavyo vinatanishi imeji ya jeshi la polisi, kujiepusha na matendo yote ambayo kimsingi hayako kwenye sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya serikali. Kila mmoja akisimama akayatekeleza yale yanayotakiwa huku akiendelea kumtanguliza Mungu. Nina uhakika haya yaliyofanyika leo yatakuwa ni endelevu. Ni waombe watanzania wote ambao mnaishi Dar es Salaam, endeleeni kulienzi, kulithamini jeshi lenu la polisi endeleeni kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu, lakini tuendelee kuishi kauli mbiu iliyoko hutani hapa, ambayo inatuelekeza swala la utii wa sheria bila shuruti. Tukiyafanya hayo, si tu kwamba tutakuwa tunakubalika machoni pa watanzania tunawahudumia, lakini tutaendelea kupata kibali cha Mwenyezi Mungu kuendelea kuhudumu kazi hii ambayo kwa kweli ni ngumu. Anayejua ugumu wa kukesha anaweza kajua ugumu wa kazi ya jeshi la polisi. Tunakesha tukipita kwenye fensi za Watanzania, tunakesha tukihakikisha endelea kustalehe ndani ya kumbi, wanastalehe mpaka wanafikia mahali wanaondoka salamu. Hayo hayawezekani bila kuishi kiapo na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nikuhakikishie askari wachache sana ambao wanaendelea kukengeuka maadili, tutaendelea kuchukua hatua, kwa sababu maelekezo yako, maelekezo ya Funde Inspector Jenerali wa Polisi, maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaelekeza kwamba kila mmoja atoe huduma, tena huduma sahihi kwa Watanzania na hasa wale wanyonge, tutaendelea kuenzi kuyaenzi maelekezo haya ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda salama. Mwisho, kabla sijamalizia, Sanjee, naomba usimame. Huyu bwana Sanjee ndiye aliyefunga hizi screen ambazo zinaonekana ukutani huko, mimi sikumjua kama ndio mwenye teknolojia hii na vifaa hivi, lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa alinipa maelekezo jana kwamba mtafute huyo bwana. Nilipompigia kaitika, yuko Kampala Uganda lakini akaniambia kwa heshima ya polisi kanda maalum eshi, na kwa heshima ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, akasema naelekeza vijana wake waanze kazi, na yeye mwenyewe anaanza kutafuta tiketi kwa ajili ya kurudi Tanzania kuja kushiriki pamoja nasi. Yuko ukumbini, naomba tumshangilie. Asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa, nipe, nipe nafasi pia niwashukuru wasanii wetu Wasanii, asanteni sana, nina- ninawaheshimu ninawatambua, asanteni sana kwa kushiriki pamoja nasi. Mmekuwa mnatengwa sana, mnatumika kama instrument mkivusha watu, alafu wanawapiga chini. Sisi tutaendelea kuenzi mchango wenu. Haya, asante sana, asante sana. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, niwashukuru makamanda hawa ambao walikuwa hapa, ambao sasa wameungana nasi katika tukio hili. Yupo Kamanda Mlilo, yupo Salum Emanueli, ana kazi maalum. Tunathamini sana mlichokifanya kabla mjaondoka na kupewa maelekezo ya kwenda vituo vipya vya kazi mliacha platform ambayo wenzenu wanaendelea nayo, na mimi nawaahidi nitaendelea kuwasimamia makamanda wateule wapya, ili kuhakikisha kile mlichoanzishwa hakiishi katikati, badala yake kinakuwa niendelevu kwa ajili ya kutoa huduma ya ulinzi na usalama kwa watanzania wa kanda maalum ya Dar es Salaam. Baada ya kuyasema hayo, ni washukuru nyote ambao mmefika kwenye ukumbi huu. Mungu wawabariki na bariki.